Tunapata nafasi nyingine tena bado kusalia katika Zilizobamba kwa sababu tunamkaribisha Ally Bakari Mufti, kijana kutokea uh, Mangula. Anapapenda sana Unguja Zanzibar, lakini unapotaja sehemu anapohusudu ni Ujda na sasa ni wakati wake kuweza kutukaribisha katika kutupesha katika mitandao mbali mbali. Jambo la kwanza kabisa, wakati Ally Bakari Mufti uh, haujasema chochote Bwana wewe, kuna mtu anakukubali sana ndugu yangu, yani my brother, yani ndugu yangu soa wa damu, anakwambia bwana, mimi namkubali sana Mufti. <laughs> unanirususa ni nijibu sasa, ungeishia baba, kuna mtu tu. <laughs> A, a yani, ni my ni ndugu yangu, yani ndugu mm, yangu ah, ni <laughs> ndugu yangu wa damu, yani kutana naye kasoami, bwana namkubali sana Mufti, Mufti mm, mtu <laughs> <laughs>

ulisema ni nani? Coach Michael, achana fundi Michael, huyu si fundi Michael, huyo ni Coach Michael. Lakini kinga mkono, nimefaa pia kuungana nawe, twende moja kwa moja tuangazie katika yale ambayo yamejiri katika mitandao ya kijamii na zilizobamba katika mitandao ya kijamii. Alikuwepo hapa Aidan, umesema ni wa mambo ya vurugu vurugu. He, mburu, <laughs> chambu, <laughs> ya mwenyewe sasa aonekani uh, kama ni mtu wa vurugu vurugu, yeye anachambua so, watu wagombani afu yeye ndo anaenda kuchambua. Unafahamu kwamba e, timu yetu ya taifa ya Tanzania bila shaka shaka, Saidi uliwajuza sana watazamaji wa viwanjani kwamba kwa sasa ipo Misri si ndio? maana yake ni kwamba AFCON ipo uwanjani na sisi kupitia ukurasa wetu wa Azam TV Sports tunasema kuanzia Disemba 21 mwaka 2025, kwa maana huu mechi zote hamsini na mbili kuruka mbashara kupitia Azam Sports 1 HD mapema. Hakikisha kisimbuzi chako kina kifurushi, kwa kifurushi cha shilingi elfu ishirini na nane unatazama michuano hii live, mechi hamsini eh, na mbili hiyo, ogopa wengine

Watu wanajua, unajua watu kitu kizuri kizuri, pia tu hapo 28, tu 28, unaangalia mzigo mzuri, mzuria Moroko, na hatujawahi kufeli katika majambo ya Azam TV. Adriano James kabla ya kipindi yeah. Ka yeah. Akambia umeona Stars iko Misri pale, kutoka Misri Moroko, akaambia mpango kazi umeuona? Akambia kama ile nyingine basi, kwa hivyo eh, na uzuri, Taifa Stars ipo katika mm. eh, kundi C eh? Yes. Pale mm. sio tupo na Nigeria na Uganda, tupo na Tunisia eh, na tutawanyoosha, hauwezi kabisa, twende katika posti nyingine. Kila la heri eh, hilo na tunaongeza tuende la <laughs> katika posti nyingine tuone, na kwenye kuna, kuna habari uh, gani hiyo? Ni Azam TV Sports. Uh, inayofuata ni shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF mm. wenyewe wanatukumbusha kwamba uh, kwa uh, timu baada ya kufika Misri iliweza uh, kufanya uh, mazoezi kwenye uwanja wa hoteli uh, hiyo ambayo wamefikia hapo, timu ya taifa ya Tanzania huko nchini Misri kwa ajili ya maandalizi ya AFCON. Mama nani huyo hapo? kuna komenti yake hapo chini, <laughs> uh, mama Maira anasema mm -hmm. ndio muweke picha ya Nado kwanza ya kwanza kwa nini? Kwa nini Nado kaembele? Kwa nini ametaja Nado? Unataka kujua hiyo? Mbona kocha Mike kama tayari kashajua kwamba kwa ana jambo hajamtaja nini? anafikisha ujumbe gani hapo? Kwa nini Nado?

nilikuwa nataka nimwache kocha azungumze kitaalamu salamu. Kwenye picha kupiga hayo ni ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Na kwenye kombe letu mufti tupo na Eagles wawili. Okay. Super Eagles. Mhm. Na Eagles of Carthage. Mhm. Okay. Kwa wale tai wawili ndege watupu pale wawili, tuna ndege wawili, tuna ndege mwingine anatoka sisi, ni Taifa Stars, alafu tuna wale ndege wengine watatu, majina mawili yanafanana. Kuna Super Eagles, yani tai super kabisa, alafu kuna tai wa Carthage, tai wale wa mji mpya watulisi, alafu yeah. yeah. tuna mwenzetu kolongo, mwenzetu hapo. Basi sawa na, yeah. yeah. na sisi tungejipa jina la ndege fulani hivi Tujipe kwa, kwa, kwa sasa hivi tu kwa ajili ya shughuli na tuchukue jina la ndege mmoja. Azam FC bado wana tamba, mm. na mm. haya mambo huwa, mm. dabi u haishiki tu ghafla tu mm. mm, kwa hivyo hiyo ni picha ya uh, Himidi Mao Mkami uh, tumezoea kumuita ninja, si ndio eh mm. anasema the only one ninja uh, mkata umeme asilia, Himidi Mao aliukata kweli mm alikuwa anazurura ana pale kwenye kile kiboksi anaenda juu anaenda chini anakata huko. <laughs> <laughs> pale juu, pale mstari, pale kwenye kile kiboksi, boksi la 18 kwa juu pale. Imidi alikuwa anaenda kushoto, anaenda kulia, anaenda kushoto, kwa neno la kwanza la kwanza lipi? Sura ulisema ilitoka. Ah. Au unasemaje? Kwa maana umekili. Bas. Mufti, endelea. Siku mkicheza na Yanga ya duka ya Buya, jichanganyeni tena kumpanga huyo Mwamba. Shabiki ndiyo kasema, shabiki ndiyo kasema. Kiutaalamu, kwenye hapo ndo utaona utaalamu. Endelea. Ndugu yetu Ahmed, umezidi kuzorota, sijui kimetokea nini, lakini kiukweli, kumekuwa na ukimya baada ya ukimya mwingi. Sawa na Mufti hapo wakati unaangazia kuhusiana na Ahmed Ally, kati ya miongoni mwa mtu ambaye unaweza kusema kwamba kwenye hali ambayo ilipo hivi sasa mm. Ni, ni ni changamoto bwana ni Ahmed Ally mm -hmm. Uh, kinga mkono ah kweli mm. Maana mwisho wa mwisho wa siku Ahmed unaweza kusema kwamba ni cha, cha, cha, changamoto eh. Maana unashangaa kumala timu eh. Ikiangalia hivi kidogo matokeo sio mazuri, sio mazuri. Eh. Ukirudi huku alafu ndo ile mwisho wa siku unasema bwana, hali inakuaji, inakuwaje? Ndo mtetezi Ahmed Ally anajitahidi sana mm. ku, kujaribu kutengeneza mazingira rafiki mm. kwa, kwa mashabiki wa Simba kuendelea kutulia, kujiamini mm. na kuendelea ku, kuiunga mkono timu yao ili iweze kurudi kwenye mstari wake. Unajua, wakati mwingine ndo hasa afisa habari anatakiwa ajaribu kutengeneza mazingira kama haya kuwatengenezea kujiamini wachezaji na, na mashabiki, kwa sababu yeye kazi yake ni hiyo kutengeneza ule utulivu pale ulo usionekane, japokuwa wenyewe walikuwa sema na wewe na wewe na wewe, tatizo na mufti sijajua. Ukiangalia uh, hiyo picha Ahmed, kwanza picha inajieleza kidole kama anasisitiza jambo mm, mm, yaani mm. Wataalamu wa picha saba picha anaongea zaidi ya maneno elfu moja ukiangalia kwamba anasisitiza jambo yeah. Alafu njoo kwenye caption yes, hii caption ni, ni, ni tu Shekh Saidi mm, kwamba uh, uh, posti ya mwisho ya Ahmed ilikuwa ni ya kikosi kuelekea mechi ile ya Mzizima dabi then mm. <laughs> pakapita ukimya takriban kama saa takriban ishirini na nne hivi mm. Kisha akaweka posti hii hapa akisema mic test Mike testi, Mike testi. <laughs> <laughs> <laughs> he, he, yes. Edok Mwembe na of course, posti hii ilipokewa ili, ili kwa, kwa shangwe kidogo na mashabiki wa Simba baada ya ukimya ule, akamwambia hapa Dok Mwembe kwamba ndugu yangu, hawa jamaa watakupiga muda si mrefu, kuanzia sasa usiongee kwanza, utanishukuru baadaye sasa. <laughs> Ni kweli baada ya posti hii kumekuwa na ukimya tena sasa, sijui umefuatwa ushauri ule wa Edo ama ni vipi? No, hii <laughs> ni uh, yes, ukurasa wa Simba Sports na hapa taarifa wanasema mlinzi wa kati Abdulrazak Mohamed uh, amekamilisha matibabu ya upasuaji mm. ambayo yamefanyika nchini Moroko mm. uh, kupata zaidi taarifa unaweza katembelea katika sehemu ambayo wamehitaji wenye Simba Sports lakini, kikubwa mm. ni kuhusiana na Abdulrazak Hamza yes, muda mrefu hajaonekana uwanjani uh. Haya, huku ukurasa wa Yanga uh, wanatamba na Frank Yasinki ambaye katika mechi dhidi ya uh, Costa Union ni, eh? yeah. uh, na bila shaka alicheza dakika zote tisini eh, na wenyewe wanasema mwamba, jana baada ya kujua walikuwa wametumwa, alikuwa anaenda kuwakabia huko huko walipo, na hapa inaonekana ilikuwa uh, si mpira wa kona waliweka mm. picha tano yeah, yes. ilikuwa alianzia nyuma, katikati, sogea mbele, afu akapa mbele zaidi yeah. mm. Sawa, hiyo ni ya Yanga, tuende katika posti nyingine kwenyewe tuone kuna kuna habari uh, gani. Hayo ni mambo ya Yanga, tumalizie haraka haraka, jeketi Tanzania uh, ni wamekuwa na bahati ama tusemeje? maana ligi <laughs> imesimama kidogo, lakini wao ndo wapo, wapo juu na hilo jambo ambalo Hawawezi kukaa kimya kiukweli, wanapanda nao kwa mwaka akiwa kuweza e, uh, yes? watafungua mwaka wakiwa hapo juu, watafungua mwaka akiwa juu hapo, na kwa nini usifurahi kweli? Kweli kweli, basi tumalizie mwisho kabisa, hii hapa, ili ni kuacha Said umalizie na hizo mm, uh, dakika zilizosalia kumalizia kipindi yes. Kick off au ni cuff uh, online, ukipita katika ukurasa ule, mm, utaona uh, ni matangazo ama promotion ya kuelekea AFCON, tarehe 21 majira ya saa 2 kwa local time, kwa maana ya kule Morocco, kwetu hapa itakuwa ni sana eh taka bila shaka naweza kama saa nne kwetu hapa usiku, lakini kikubwa ni kwamba watu mm. wawe tayari na michuano ya AFCON uondo AFCON nare uondo eh, AFCON nikajuama mm. mufti upo

Mm. Kikubwa ndio hivyo. <laughs> <laughs> tarehe ishirini na moja Afcon inakwenda ina kuanza, kwa hivyo kwa yeyote yule ambaye ana mashaka mm. ya kulipia kisimbuzi chake asione mm. shida, alipia kisimbuzi chake sawa. Kikubwa ndi kulipia basi kisimbuzi. Shukrani sana <laughs> uh, Ally Bakari bufti <laughs> uh, kuweza kutupitisha mm. uh, katika michuano ya hapo katika michuano ya Afcon namini yes, kwamba uh, Moroko, kuna kitu cha kujifunza kutokana na mashindano haya. Nami mm. uh, nasema kwamba sisi ni waandaaji tunaofuata, mm. yeah. uostkusanana na Moroko mm. napenda sana the way ambavyo branding zile nani treni zao za, yeah, za umeme yeah, mm. zinazopita vile mm. zimebi branded mm. na tamani nasisi tujifunze, tujifunze yani tuone mm. branding mm. uh, pia, tutajifunza wakati mm. michuano utakapokuwa inaendelea kuona namna gani mashabiki wanaitikia katika mechi zote mm. eh, kitu ambacho sisi wakati wa kidogo tuna baadhi ya mechi tulikuwa tunapeta suka, ndio maana mufti nilisema mm -hmm. uh, mufti mm utakuwepo <laughs> <laughs> <laughs> sawa. Shukrani sana mufti Ally Bakari, mufti. Ndivyo ambavyo anavyotoka kwa wakati huu katika uh, zilizobamba mitandaoni. Tuelekee katika the pitch kwa wakati huu hapa.